Maizangu, hope well na unaendelea vizuri. Mimi jamani, hamna namna, utadamani sile wali mseto. Mseto ni wali ambao umepikwa na maharage umechanganywa na ni mzuri, ukiongeza parachichi hapo, ama ukala na saladi, ama ukala na barbecue, ukala na nyama chochote tu, naenda na ni mzuri, ni kufundisha vile napika kwangu. Leo tunapika mseto wa nazi. Kwenye sufuria yangu nitaanza kwa kuweka mafuta kidogo, kisha taka vitunguu maji vya kutosha. Nitavipika vianze kuwa vilaini kama unavyoona hapa Vikiwa vilaini, nitaendelea kwa kuweka um, kitungu swaumu na chenye, nitakipika tena vilainike kiasi vichanganyikane vizuri na um, vitungu maji vyetu. And then sasa tutaendelea kwa kuweka uh, nyanya. Nimetumia nyanya mbili tutazipika pia na zenyewe kiasi kama hivyo. Well uh, sufuria yangu inahitajika ku, kupika sana, kwa sababu ni kastia ya nikishika moto imeshika, kwa hiyo ndio maana naona naenda sharp sharp sharp. Nitaweka uh, pilipili manga. Ninapenda sana pilipili manga kwenye vyakula vyangu soya. Kama upendi unaweza ka skip, ama kama hauna unaweza pia skip. Kwa nimeweka pilipili manga na nitaweka Royco sotojo cube, cubes mbili. Aa, unapopika maharage bila Royco sotojo cubes sijui na expect nini? Ni muhimu sana. Funika uache nyenye zako ziive, na nyenya zikiva vizuri, tutaendelea kwa kuweka maharage yetu ambayo tayari tuko tumeshachemsha, kisha pia na mchuzi mchuzi Changanya kama hivyo lakini pia tutaweka na carrots, unaweza pia ukamua ukaweka na hoho, so kemi sikupendelea kuweka hoho. And then tutaongeza maji kidogo tupate kama kasupu hivi, alafu to tutaacha ichemke. Ikichemka tutaweka mchele ambao tumeshauosha vizuri. Tumia mchele wote utakaopendelea kabisa, it's a no problem. Tutachanganya vizuri kama hivi na baada ya kuchanganya, mimi kwa sababu nimesema tunapika wali wa nazi leo, natumia na ziadu, tumia na ya kukuna, nisao, nazi ya dukani unaweza ukatumia nazi ya kawaida ya kukuna ni sawa. Nitaweka nazi nitachanganya tena nitaonja um, chumvi kama imetoshia. Kumbuka oikosoo tujue kibu ina chumvi alafu tutaongeza chumvi na tutafunika, tuache wali wetu hivi. usasao kutupia kapilipili kwa ajili ya harufu. Nikukumbushe, kabla hujaendelea mai wangu ama hujatoka kwenye YouTube channel yangu, hakikisha una subscribe, kwa sababu mai wako siku disappoint kwenye recipes kabisa Nimegeuza mara ya kwanza na sasa ni mara ya pili, na wali wetu upo tayari. Unaweza sasa ukasave na chakula chochote ama na salad yoyote. Sisi tuli enjoy na nyama kukaanga, na watu walifurahi sana sana sana. Usisahau kuuliza chochote, nitakujibu. Usisahau ku-comment ku-like na ku share, turn on notification, kila ninapoweka video basi unapata notification, mara ameka video mpya, unaenda unajifunza ama una download una save kwenye downloads zako. Siku unapohitaji utairudia. Ninakupenda na ninaamini utaenjoy and utafurahia, and utapika pia nyumbani, and utanletea pia feedback. Mpaka kati mwingine, bye dears.